Wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma bad. Naam, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wataala, tunaendelea na mutalaa wetu wa diwani la Imam Shafii, na leo tupo kulimalizia shairi letu lile lenye kichwa cha habari kinachosema famaduna saili rabbi hijabu. Tulianza nalo tukaenda tukaenda mpaka tukafikia katika sehemu ambayo Imamu na Shafi'i alikuwa akielezea kwamba kile kilichoandikwa kwenye kitabu chako, tamam, kuwa kikupate, basi hakuna budi kitakupata, na kile ambacho kimeandikwa kwamba kisikupate, basi hapana budi pia hakitokupata, tamam. Mm -hmm. baada ya hapo sasa Imamu na Shafi'i akaendelea kutuhusia na akaingia hasa kutuelezea sasa kuhusiana na masala ya muamala. Ameona kwamba kwenye masala ya kuwa na subra, kuwa na hali ya kutawakali kwa Allah kumetosha kwenye shairi hili hili. Sasa akatoka katika hali ile ya kuelezea subra na kutawakal, tamam akaingia katika hali ya kutuelezea miamala ya watu, kwa maana namna gani tutaamiliana na watu katika maisha yetu, lakini pia akaja kutuelezea baadhi ya sifa za watu tamam. mm -hmm. Kwa hiyo hii sehemu iliyobakia ya shairi hili pia ni sehemu muhimu sana ya kuizingatia, wewe ambaye unapitia ukapata somo, lakini pia ukawafahamisha na wengine, ni mashairi ambayo yamebeba Hikma kubwa sana ndani yake anasemaje? Imam Shafii anasema: idha shafi lam takun tarikan zinatan. Kwenye chapa yangu, ili tamshi la zina limekuja kwa rafu, limeandikwa zina tu, lakini sio sahihi. Sio sahihi. Usahihi wake ni zinatan ambayo itakuwa ni maf'ulun bihi ya tarikan. Mm. Tamam. mm -hmm. Nimeenda kuangalia katika Bahjatul Majalis wa Unsul Jalis, nimekuta haina rafu, bali imetiwa nasbu tamam, kwa maana ya maf'ulun bi wa tarikan tamam. Hakadha kwa nasemaje, Imamu na Shafi'i, idha lam takun tarikan zinatan, ikiwa hautokuwa ni mwenye kuliacha pambo. Na hapa imekuja kwa nakara. Kwa nini kwa nakara? Kwa maana ikiwa hautokuwa ni mwenye kuliacha kila pambo, ambalo mashairi huja katika hali ya ufupi na kufupishwa, ufupi na kufupishwa tamam. Kwa hiyo hii zinatan, baada yake ilibidi ije allati tamam. zinatan, ilati. Zinatan, zinatan illati tamam. Hakadha, kwa hiyo imeondoshwa kwao, sisi tunaiweka katika kufasiri kwa sababu gani? ili tupate maana yake iliyokusudiwa na uhakika wake, nabidi tuweke tamam. Hakadha, kwa idha lam takun tarikan zinatan lati, ikiwa hautokuwa ni mwenye kuliacha. Zinatan, kila pambo. Allati, pambo ambalo. Idha lmaru jaa biha yustarabu, pambo ambalo idha lmaru, pindi mtu jaa biha, atakapokuwa amekuja amejipamba na pambo kama hilo, yustarabu anakuwa ni mwenye kutiliwa shaka. Ikiwa hauja hacha hivyo taqa fi mawaqi'in, utaingia katika sehemu ambazo taradda biha, utaangukiwa sawa sawa biha, kwa sababu ya ilo pambo lilojipamba nalo watahwi na utarushiwa sasa uta, utarushiwa ilaika, kwako wewe assihamu thiyabu, utaangushiwa mishale isiyokosa shabaha. Mishale isiyo kosa ni shabaha. Taradda na tahwi ni vina maana ni moja, tamam, vina maana moja. Sasa unaweza ukatofautisha

atakapokuwa anakuja hali ya kuwa amejipamba kwa pambo hilo, yustarabu, ni mwenye kutiliwa shaka. Ikiwa hautohacha hilo taqa, utaingia fi mawakiin, katika sehemu ambazo taradda biha, utaangushiwa kwa sababu ya hilo pambo ulilojipamba -ul -ul -ul nalo watahwi. Sasa na utaangushiwa, ilaika wewe assihamu siyabu Mishale eh, isiyokosa shabaha. Tamam, ni beti mbili fupi sana, lakini zina maana pana sana. Zina maana pana, anakusudia nini Imamu na Shafi'i? Anasema ikiwa hautokuwa ni mwenye kuacha kila pambo ambalo mtu anapokuja hali ya kuwa amejipamba na pambo hilo huwa ni mwenye kutiliwa shaka, hapa anakusudia matendo kauli mienendo hali ambazo mtu akiwa katika hali hizo anatiliwa shaka kauli ambazo mtu akiwa ni mwenye kuzizungumza mara kwa mara kauli kama hizo anakuwa ni mwenye kutiliwa shaka vitendo ambavyo mtu akiwa ni mwenye kuvifanya vitendo kama hivyo mara kwa mara anakuwa ni mwenye kutiliwa shaka ikiwa wewe ndugu yangu, mshafi anakwambia, ikiwa wewe ndugu yangu hautoacha kujipamba na pambo kama hilo. Pambo gani? Pambo ambalo mtu atakapokuja hali ya kuwa amejipamba kwa pambo kama hilo, anakuwa ni mwenye kutiliwa shaka. taqa fi mawaqi'in, utaingia katika sehemu ambazo, na hapa sehemu anakusudia, utafika mahala ambapo utafika mahala ambapo, taradda biha watahwii ilaika sihamu siyab. Taradda, utarushiwa wewe biha, kwa sababu ya kujipamba na pambo la aina hiyo. Watahwii ilaika na itakuangukia wewe. Asihama nin mishale, asiyabu isiyokosa shabaha. Tamam? mm -hmm. Kwamba ikiwa mtu hautoacha kujipamba na mapambo yenye kutiliwa shaka. Akikusudia nini? Maneno, vitendo, kauli. Utafikia pahala ambapo utakuwa ni mwenye kutupiwa maneno. Nini? Maneno. Na maneno hayo kwa kuwa umejipamba wewe kwa tabia kama hizo. Wale watu wanapokuwa wanasema kukurushia maneno hayo hawatakuwa ni wenye kukosea. Kwa sababu gani? Umejipamba mwenyewe, umejipamba mwenyewe kwa matendo fulani, kwa kauli fulani, kwa hali fulani. Tamam? Hakadha mathalan, wewe ni mwalimu wa dini. Mwalimu wa dini, unaenda taifa kuangalia mpira unaenda uwanja wa taifa ule wa Tanzania kuangalia nini? Kuangalia mpira. Mule watu hawachagui pa kukaa, na watu pia hawachagui wa, wa, wa, wa kukaa naye. Tamam, ukaenda kukaa katika siti ambayo nyuma yako kuna wavuta bangi, mbele yako kuna vijana wamevaa hovyo, au pengine kando kando yako kuna wanawake pia wamevaa hovyo, wamevaa nusu uchi. Tamam. Kisha watu, watu wakakuona kwenye televisheni, wewe si mwalimu wa dini, wanafunzi wako wakakuona pale, pengine ni imam e, maamuma wako wakakuona pale, watakupa tuhuma gani? Sasa naye ah, kumbe mambo yake yale na yanavyoonekana wale watu wa pembeni wale pia ni watu wake wale. Tamam, hakadha. Kwa sababu gani umeshindwa kuwacha pambo ambalo pindi mtu anapokuwa ni mwenye kujipamba na pambo kama hilo anakuwa ni mwenye kutiliwa shaka. Sasa ikafikia hatua, umefikia sehemu ambayo watu wanakurushia maneno, watu wanakurushia nini? Maneno, na hawajakosea kwa sababu gani? Umejipamba mwenyewe, tamam, hakadha. Kwa hiyo Imamu Naishafi katika beti hizi mbili anatupa eh msingi mkuu sana wa kimaisha hasa kwa sisi e, talabatul ilm au watu wenye kupenda elimu na wenye kujipamba kwa mambo ya dini. Tuwache kwenda katika sehemu za tuhuma, tuwache maneno ya tuhuma, tuwache vitendo vya tuhuma, kwa sababu yaani, utakapovifanya eh, vitendo hivyo utakavyojipamba na hali kama hizo wale watakaosema ukusema wewe hawatakuwa na makosa, makosa ni yako wewe, tamam. Hakadha kwa tarada biha utaangukiwa eh. Sasa eh, utaangushiwa eh. Hakadha tarada utaangushiwa biha kwa ilopambwa majipamba nalo watahwi na utarushiwa eh, ilaika kwako wewe, asihamu siyabe, eh mishale isiyokosa shabaha. Tamam, hakadha. Tumetumia kurushiwa, kuangushiwa, sababu gani? Ni mishale yenyewe nini, haiwezi nini kumrukia mtu mpaka irushwe. Tamam, hakadha, tumeshapita huko nyuma. Ni uslub gani unakuwa? Ni majazi aqli, ni majazi aqli. Tamam, na ni nini? Istiaratun makniya, istiaratun makniya pia. Isti murashaha, murashahatun. Tamam, kwa sababu gani aliye fananishwa hapa yani Adam, mushabahu bihi ni mwanadamu lakini ameikuwa mushabahu ambaye ni mshale tamam. Ni ambaye ni mshale tamam. Hakaza, na tumetumia katika tarada utaangushiwa moja kwa moja kwa sababu gani? Mbele ndiyo maana hiyo inakusudiwa eh. Kwa hiyo tumehukumu ile ilaika, japokuwa imecheleweshwa lakini tumehukumu kama vile ipo, batarada biha ilaika wa tahwi hakaza, eh? tamam hakaza. Kwa hiyo tarada biha ilaika wa tahwi sihamu siyad kwa hiyo tumetanguliza kusema tarada utaangushiwa biha, kwa ile pambo lilojipamba wa tahwi ilaika, na utarushiwa wewe asihau siyam mishale isiokusanii si, shabaha kwa kutumia hukumu ya ile ilaika ambayo iko mbele tamam? mm -hmm. na ndio usahihi na ndio ufasaha tamam. Akaendelea kusema mamona shafii tabayan zamanaka dha, kwa maana hadha imeonyeshwa ya hayatambii

ni fumbo la nini? Utumie vizuri huu wakati wako uliokuwa nao sasa. Na mtu mwenye kukitambua kitu vizuri, akatambua faida yake, madhara yake, hasara yake, atakuwa ni mwenye kukitumia vizuri, atakuwa ni mwenye nini, kukitumia vizuri. Mathalani wewe utambue kwamba eh, sasa hivi maji hayapatikani, kuna uhaba wa maji na ndani Eh, kuna debe moja tu la maji utalitumia ovyo? Hapana, hautolitumia ovyo. Kwa sababu gani? ushatambua kwamba kuna hali ya uhaba. Kwa hiyo, tabayyan zamana kadha, akimaanisha zamana kadha, utumie vizuri wakati wako huu. Waqtasid, na kuwa katika hali ya katna kati na kati, akimaanisha, na kila unachokifanya usikifanye kupitiliza, kifanye kwa kipimo kizuri kifanye kwa kipimo kizuri tamam. Usizungumze sana, usiamiliane na watu sana, tamam. Kama ni kutoa basi usitoe pia sana, toa kwa kiasi chako, itafikia tu. Tasema kipindi kile nilikuwa ninatoa na sina kitu eh? ni bora ningekuwa natoa kidogo. Sasa anakuambia kabisa, wa taswid, nakuwa katika hali ya kati na kati, kwa maana kila unachokifanya usikifanye kupitiliza, kifanye kwa kipimo kizuri tamam. fa inna zamanaka hadha adhab, kwani hakika. Fa inna, kwani hakika. Zamanaka hadha, muda wako huwa sasa. Adhabu ni adhabu, ni nini? Ni adhabu. Kwa nini amesema ni adhabu? bitibari ma yakunu, kwa kuizingatia kwa ile hali itakayokuja kuwa baadaye. Muda huu wa sasa utakuwa ni adhabu ikiwa hautoutumia vizuri na hautoutambua kwamba huu ni muda wangu mimi, kama mwanafunzi ni muda wangu wa kutwalii, nisiende sana vibarazani kupiga stori, nisitumie sana simu. Tamam eh. nisidhururi sana bali, nikijisikia uchovu Eh, nikijisikia kuongea na mtu nikazungumze na fulani kidogo, nirudi kutwali. Nikijisikia uchovu nikazunguke kidogo, nirudi kutwali. Nikijisikia kulala nilale kidogo, nirudi kutwali. Tamam, kwa hiyo amezungumza hivi, bi'tibari ma yakun, fa inna zamanaka hadha adhab, kwani hakika muda wako huwa sasa adhab. Ni adhabu kivipi? Baadaye sasa utakuja ukasema, ah nilikuwa na muda mimi wa kutwali kipindi kile nilikuwa na muda kufanya hili kipindi kile, lakini sikufanya. Sasa unaadhibika. Kuadhibika vipi? Adhabu ya kwanza haukufika pale ambapo nini, lau kama ungeutumia vizuri ule muda ungefika hapo. Lakini adhabu kubwa na kubwa na kubwa zaidi ni majuto na mawazo. Watu wangapi wanajuta? Watu wangapi wanashikwa na msongo wa mawazo?

Napunguza lawama, fama fi itabi man yuatib sahibahu hina yahiqu al-itab. Hii sehemu, tukisema tupite eh, kwa tamshi moja moja tutafeli tutashindwa hata kuipata ile maana ambayo tunaikusudia au maana ambayo tunataka tumpatie mtu aelewe. Sasa nabii, tupite kimaana. Tupite nini? Kimaana, tupite kwa tafsiri maanawi, tusipite kwa tafsiri harfi. Tafsiri harfi tafsiri ni ile ambayo una tafsiri neno baada ya neno, tena inakuwa ni katika hali ambayo maneno yamekaa sawa sawa, hayajakorogwa korogwa kivile na wala hayajafanywa nini, ijazi. Sasa hapa kuna ijazi kubwa imfanyika ijazi kubwa, tamam na mashahidi ndio ndohuja hivi katika hali ya kufupishwafupishwa. Kilichokusudiwa nini? Waaqlilitaba, na punguza lawama. Fama fihi man yuatibu hina yahiqu litab, hakuna ulazima kwa mwenye kulaumu. Hakuna nini? Hakuna ulazima kwa mwenye kulaumu, ulazima wa nini? ulazima wa kumlaumu

Kwani hakuna ulazima kwa yule mwenye kulaumu. Hakuna ulazima gani? Hakuna ulazima wa kumlaumu yule anayemlaumu kila anapostahiki kulaumiwa. Una ndugu yako kila siku ukimlaumu, fanya hivi, usifanye hivi, lakini yeye kila siku anarudia kufanya yale yale ambayo nini unamkataza kuyafanya, anapokuwa anarudia kuyafanya yale ambayo unamkataza kuyafanya, anastahili kulaumiwa. Lakini je, ni kweli mtu huyo anastahili kulaumiwa? Mtu ambaye kila siku unamwambia usifanye hivi, naye anafanya, anastahili kulaumiwa kila muda eh? Hapana, muda mwingine muache, litakapo mkuta la kumpata au litakapo mkuta la kumkuta, tamam litakapomkuta la kumkuta, ndipo atajifunza. Kwa sababu gani? Sikio la kufa halisikii dawa. Aliambiwa we hakusikia na alikuwa anastahili kila anapofanya ile ambayo amekatazwa alaumiwe. Lakini sasa eh, hakuna ulazima wa wewe mwenye kulaumu. Ulazima gani? Ulazima wa kumlaumu ule unayemlaumu kila anapostahili kulaumiwa? Hakuna ulazima huo utakuwa unajisumbua bure. Mwingine ndio ashachagua maisha yake yaishi hivyo, hali yake iwe ni hiyo, tamam. Na kashasema sisi, kila la la, la mwadhini wala la mnadi swala sitaki kusikia la mtu, nitafanya hivi hivi ninavyokatazwa kufanya, tamam. Kwa hiyo anasema, wa aklil itaban fama fihi man yuatib hina yahiqu litab, punguza kulaumu, laumu kwani hakuna ulazima wa kumlaumu yule unayemlaumu kila anapostahiki kulaumiwa. Tamam. Umemlaumu mara ya kwanza, mara ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, eh, hasikii, muwache.